Basi, Chama cha UDP kimeendelea na kampeni zake kisiwani Unguja ambapo leo hii kimezindua rasmi ni kampeni zake katika wamea kiwanja wamea hichi cha Magirisi Arena ambapo mgombea urais wa chama hicho ameahidi kuendelea kukuza uchumi wa Zanzibar kwa kuimarisha viwanda pamoja na masoko ya zao la karafuu. Tumejipanga kuhakikisha karafuu tunakuwa na soko la kimataifa hapa Zanzibar. Mtu yoyote atakaye Ajue inatoka Zanzibar lazima tuwekeze, na ndiyo azma ya chama chetu kuhakikisha tunakuza uchumi wa wananchi wetu, lakini uchumi wa nchi yetu. Mgombea huyo pia ameahidi kuimarisha uchumi wa viwanda Zanzibar. Tutaweka viwanda vikubwa kwa ajili ya kuchakata bidhaa zinazotokana na mazao mbalimbali na hasa zao la karafuu. Kama ni mafuta ya karafuu tujenge kiwanda kikubwa hapa, au si ndugu zangu? We, we. Kama ni dawa zinazotengenezwa na karafuu tujenge kiwanda kikubwa hapa Zanzibar. Pia mgombea huyo akaahidi kuwawezesha wajasiriamali kupata mikopo nafuu isiyo na riba ejipanga kuwainua Watanzania wote kukuza uchumi wao, hivyo tumejipanga kuhakikisha tunakuza mikopo ambayo yenye gharama na riba nafuu ili iweze kuwanufaisha Watanzania wote. Pamoja na hayo, mgombea huyu wa ura urais wa Tanzania amesema kwamba atahakikisha anahudumisha muungano wa Tanganyika na Zanzibar iwapo wananchi watamchagua kuwa rais wa jamhuri.